Ndugu zangu wa Kenya, mahala popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu sana kwa hichi kituo, ili niweze kuwachanganulia yale ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Ninawaomba kama unanitazama kwa mara ya kwanza, piga subscription, bonyeza kengele na usambaze taarifa hizi kuelekea kwa vikundi vingi, ili ujumbe huu uwafikie watu wengi tangia asubuhi ya siku ya Jumanne tarehe 20 Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita na pamekuwepo na ripoti kwenye mitandao ya kijamii kwamba kanisa la Neno Evangelism lake komanda Pastor Ng'ang'a limebomolewa na ripoti hizo ziliweza kuchapishwa na huyu mtu ambaye unamuona hapa, mwenye anaitwa Alinur Mohamed akisema kwamba wameamua kubomoa kanisa la Ng'ang'a, jinsi ambavyo unaona hapa. Kwa hivyo ninaomba nikupitishe, uh, ili niweze kukueleza iwapo taarifa hizi ni za ukweli. Nimekueleza kwamba tangia asubuhi pamekuwepo na tetesi kwamba kanisa ya James Ng'ang'a ya Neno Evangelism ambayo imeweza kujengwa upande wa Nairobi karibu na reli ama kituo cha reli kwamba imeweza kubomolewa, na picha hii imeweza kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii mahala ambapo imeweza kuibua hisia imekueleza kwamba hii kanisa imeweza kujengwa upande wa Nairobi karibu na kituo cha e, reli au kipenda kwa lugha ya kimombo railway station. Sasa kutokana na hii picha ambayo haijulikani iliweza kuundwa siku gani a, kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha trakta ikirarua hiyo kanisa ya Neno Evangelism mahala ambapo picha hiyo inaonyesha kwamba kuna watu ambao wanaangalia tukio hilo jinsi ambavyo hiyot inabomoa hilo kanisa. Nimekuambia kwamba imeweza kusambazwa mitandaoni siku ya Jumaa nne taehe 20 Januari. Picha hiyo imeweza kuandamana na maneno ambayo yalikuwa yanatuhumu yana kwamba serikali imeweza kutuma vikosi vyake kwenda kubomoa kanisa hilo, mpenzi mtazamaji, ili kuweza kupeana nafasi kwa kujengwa barabara ya reli. Unanielewa? Yaani, picha hiyo iliweza kuandamwa na maneno ambayo yalikuwa yanasema kwamba serikali ya bwana Ruto imeweza kuamua kulibomoa hilo kanisa ili kuweza kuachia nafasi ya kujenga aa, barabara ya reli. Hata hivyo, kipindi ambapo mimi na timu yangu ya utangazaji tumejaribu kuangalia picha hiyo kwa undani, tumegundua kwamba hiyo picha ni feki. Na niko na sababu za kukuelezea kwamba hii picha ni feki. Mnanielewa? Lazima tufanye uhakiki kabla ya kuweza kusambaza taarifa. Mimi ni Bwana Ezra na nakuomba kwa mara nyingine upiga subscription. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo wananchi wameweza kuyasema katika taifa la Kenya kuhusu hii picha ambayo inaonyesha uh, kwamba serikali inabomoa hilo kanisa ya James Ng'ang'a. Sababu ya kwanza ambayo imeweza kunifanya mimi nikasema kwamba hiyo picha ni feki ni kwamba, angalia rangi ya hao watu ambao inasemekana kwamba eti wanaangalia hilo trakta ikibomoa kanisa. Hiyo rangi haijaweza kukolea, ikana kwamba imeishaisha hivi. Namba mbili, kitu ambacho kimeweza kunifanya na nikasema kwamba hiyo picha ni feki, ukiangalia hiyo picha kwenye hiyo trakta ambayo imeweza kuinua mkono wake hivi, eti kwamba inabomoa kanisa, hamna dereva. There, there is no driver, driver. The, the absence of the driver inside the excavator imeweza kunifanya mimi nikaamua kwamba hii picha ni feki ama wewe unaona dereva hapo ndani? Trakta gani ambayo inaweza kujiendesha? Au tuseme kuna trakta ambayo inaendeshwa kwa remote. Kitu cha tatu ambacho kimenifanya mimi nikaona kwamba hii picha ni feki ni abnormal distance, yani distance ambayo inaonyesha kwamba trakta imesimama mbali alafu ikanyoosha mkono. Hebu ona, kanisa iko mbali. Alafu trakta iko mbali inanyoosha mkono. Kipindi ambapo trakta inafanya ubomozi inakuwa karibu na kile kitu ambacho inabomoa. Hii trakta imesimama mbali na hilo kanisa. Sababu ya aina ambayo imenifanya mimi nikaamua kwamba hii picha ni feki. Hapajakuwepo, uh, hapajakuwepo na taarifa zozote kutoka kwa serikali ya Nairobi pamoja na serikali kuu ya Bwana William Ruto kwamba kanisa ya Neno Evangelism inabomolewa. Hapaja kuwepo na ujumbe wowote au taarifa yoyote kutoka kwa serikali ya Nairobi na serikali ya William Ruto vilevile vile sababu nyingine, mpenzi mtazamaji, kipindi ambapo naunda hii kanda nipo hewani, kanisa ya Neno Evangelism imesimama tisti. Na hiyo kanisa kupitia kwa mitandao yake haijaweza kutoa taarifa kwamba inabomolewa au kuna mipango ya kanisa hiyo kuweza kubomolewa na nielewa mpenzi mtazamaji, ndio tunajua kuna ubomozi ambao unaendelea Nairobi, asua upande wa upande wa yale mashamba ambayo yanasemekana kwamba yanamilikiwa na kampuni ya Kenya Railways. Mfano umeweza kuona mtu ambaye anaitwa gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi aa, nyumba zake ziliweza kubomolewa Nairobi aa, mahala ambapo magari yalikuwa naoshwa au kipenda gari chinayo yaliweza kubomolewa mnamo tarehe 14 Januari, kitu ambacho kiliweza kufanya akapata hasara kubwa sana. Vile vile ukiweza kuangalia Hatujakataa hili kanisa la Neno evangelism lake pasta Ng'ang'a limeweza kujengwa katika shamba ambalo liko na utata kati yake Ng'ang'a na serikali. Hatujakataa nayo, mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji. Na ni kwa nini pamekuwepo na utata kati ya kanisa la Neno evangelism na serikali? Mimi niko hapa kukuelezea ukweli. Kwa hivyo pamekuwepo na tazwishi mahala ambapo wanasema kwamba hili uh, shamba mahala ambapo Pasta Ng'ang'a amejenga kanisa lake linamilikiwa na kampuni ya Kenya Railway, lakini Pasta Ng'ang'a naye amesema kwamba lile shamba lake analimiliki kiwalali. Na ni leo mpenzi mtazamaji. Nimekueleza Kenya Railway wanasema kwamba lile shamba ni lao na wanataka kulitumia ili kuweza kulifanya nini? Aa kupanua reli yao. Hata hivyo mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, unajua Pasta Ng'ang'a alikimbia mahakamani na akapata kitu ambacho kinaitwa court injunction ambacho kinazuia serikali kuweza kubomoa kanisa lake hmm? Hivyo ninaimani kwamba umeweza kupata taarifa. Usije ukadanganywa mitandaoni kwamba lile kanisa la Neno Evangelism limeweza kubomolewa, japo tunajua kwamba mahala ambapo lile kanisa limejengwa lile shamba uh, liko na utata kidogo. Mimi ni Bwana Ezra, sambaza hii kanda, alafu uendelee kupiga subscription.